Hei, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language, na video hii ya leo tutakwenda kuangalia jinsi gani ya kuweza kutengeneza class lakini pia object kwa undani zaidi, kwa kuweza kuandika code katika editor yetu, lakini vilevile kuweza kuelewa constructor, ambayo constructor ni jina linalotumika katika language nyingine, lakini katika Python tunaita tu initializer method ambayo ni underscore mbili alafu linafuata neno init underscore mbili na kuwa ndio jina la method yako na jinsi ambavyo inatumika na kuweza kutumia attributes. Lakini vile vile tutaweza kuelewa jinsi ya kuweza kuongeza methods ndani ya klasi zetu. Tutakuwa na method zaidi ya mbili. So, angalia video hii mwanzo hadi mwisho, lakini pia usisahau kulike video hii kama utakuwa umejifunza chochote kile na kuweza kushare na wengine wapate kujifunza. So twende moja kwa moja tujikumbushe kwanza kidogo klasi ni kitu gani ambayo tuliweza kuizungumzia katika video iliyopita. Klasi ni just ni blueprint ya kuweza kutengeneza object. Na object ni ile instance ya class ambayo ni mfano halisi wa class na tukasema kule katika video iliyopita. Chukulia class kama ni ramani ya nyumba. Okay? Lakini sio nyumba halisi, just upo na ramani tu mfano ni karatasi tu hivi nimebeba ramani ya nyumba. Pale upo na class ambayo kupitia klasi hiyo una uwezo wa kutengeneza hiyo nyumba sasa, ambayo ndio hiyo, object. Kwa hiyo object itatokana na ile class, maana yake itafuata ile ramani ya class ambayo ni ile ramani ya nyumba let's say. Kwa hiyo, kwa kupitia class moja una uwezo wa kutengeneza object zaidi ya moja. Ndio hiyo ambayo nimekwambia upo na ramani ya nyumba lakini nyumba zinaweza kutoka zaidi ya moja kwa kupitia ramani moja tu ya nyumba hiyo ukatengeneza nyumba hapa ukaenda katika mkoa mwingine ukatengeneza nyumba nyingine, ukaenda katika kitongoji kingine ukatengeneza nyumba nyingine hile hile ambacho, kwa kupitia ramani ile ile moja, ndo kitu ambacho class na object kinaelezeka kwa lugha rahisi ambayo utaweza kufahamu. So wacha tuangalie sasa mfano mdogo wa class na object. Tupo na class hii hapa ambayo inaanzwa na keyword ya class, nitakwenda kuonyesha hapa katika editor tutaweza kuandika kodi muda so mrefu, lakini wacha tupitie kwanza haya maelezo kwa ufupi. So unaanza na keyword ya class, unakuja jina la klasi yako, na tuseme mwanafunzi, jina la klasi yetu ambayo imeanzwa na herufi kubwa ya M, kisha unapitisha hapa eh, hizo method zako ndani ya klasi yako, ama unapitisha hizo attributes. Na ukiangalia hapa, kuna space mwachano baina ya mwanzo ilipoanza keyword ya class, tunaita indentation ambayo hii itaonesha kuwa methodi hizi zimo ndani ya klasi hii ya mwanafunzi. Lakini hapa chini kuna m1 na m2 ambazo hizi ni object zinazotengenezwa kwa kutokana na class hii ya mwanafunzi. Kama hivi ambavyo unaona, utaingia kwenye kodi muda so mrefu na utaweza kunielewa vizuri zaidi. So hapa tumeweza kutengeneza class ya mwanafunzi, lakini haina sifa wala methodi zozote zile, yaani hazina attribute wala method kwa sasa, just tumepitisha hii E, keyword ya pass. So leo tutaweza kujifunza jinsi ya kuipa sasa class, e, sifa attribute na uh, methods okay. So kuweza kutumia constructor na ama tunasema hiyo init method kwa attributes tutaweza kuona hapa muda so mrefu, na tutaweza kuona hii init method ni method ambayo ina umuhimu gani katika Python. Ni kitu kimoja ambacho muhimu sana katika utengenezaji wako wa class kuweza kufahamu hii method ya init na kile ambacho inafanya. So acha tuingie moja kwa moja katika kodi na tuweze kuona sasa, kwa kuweza kuandika hapa kodi zetu. So ili kuto kuchukua muda mkubwa sana katika video hii, wacha mimi niandike hizi kodi haraka haraka, na baada ya hapo nitakufahamisha kwa kila mstari wa kodi ambao nimeuandika hapo, na utaweza kunielewa vizuri tu. Okay, tuanze na kodi hizi chache ambazo nimeziweka hapa. So acha nikueleweshe na kukufahamisha line by line. So tumeanza kwa ku declare class yetu, tumeanza kwa kutengeneza, tunaanza na keyword yetu ya class kama tulivyoelezana huko awali, na tunaandika jina la class yetu, ambapo tunashauriwa tuwe tunatumia herufi kubwa katika majina ya class. Ile herufi ya mwanzo tunaanzia hiyo, ni herufi kubwa ndio maana nikaanza na M kubwa katika hili jina letu la klasi ambayo ni mwanafunzi. Alafu ndani ya klasi yetu, ukiangalia hapa kuna hii indentation ikimaanisha kuwa hii function yetu hapa I mean method ipo ndani ya klasi yetu ya mwanafunzi s so, method, tunaita method katika op, lakini ukiangalia structure yake ni kama vile ambavyo unatengeneza function ila sasa katika Um, OOP tunaita kama ni method. Kwa hiyo hii method yetu ya kwanza ambayo tumeita init inaanza na underscore mbili, underscore underscore init underscore underscore, mabano ya method yetu, ndani humu tukapitisha parameters. Na ukiangalia tumepitisha parameter ya kwanza ambayo tumeita self, ya pili jina, ya tatu umri, ya nne chuo. Alafu, ndani yake, ndani ya hii method yetu, tukaanza hapa I mean, parameter ya self dot jina sawasawa so na jina, alafu tukaje mstari wa pili, self dot umri sawasawa so na umri, self dot chuo sawasawa so na chuo. So hii huku ni class, ndani yake kuna method hii ya init ambayo ni initializer method yetu, ambao kazi yake kubwa ni kuenda kuinitialize object zetu, zile eh, attribute ndani ya object ambazo tunakwenda kuzitengeneza kwa mara ya kwanza object, ikiwa initialize, basi itaenda kubeba attribute ambazo tutazinitialize katika hii method ya init. Na ukiangalia hapa chini kuna object zetu mbili, ambayo ya kwanza tumeita m1, ya pili m2. M1 ni sawa sawa na mwanafunzi. Nimekwambia object ni instance of a class, manake object inatokana na class. Class ni blueprint ya object, na ndio maana hapa tukaika object yetu m1 sawa sawa na mwanafunzi. Kumbuka mwanafunzi ni hili jina la klasi yetu huku, alafu hapa tukapitisha value tatu. Kuna hili jina ya kwanza, kuna umri na kuna chuo, lakini ukiangalia huku kuna hii self. Sasa self inafanya kazi gani? Self kikubwa ambacho inafanya hapa katika hii method yetu ya init ni kuweza kuonesha kuwa sasa hivi tuna deal na object gani. Kwa mfano hapa hizi value tulizozipitisha hapa, maana yake tuna deal na object ya m1 kwa hiyo sasa self hapa ni kama kuweka mfano m1 dot e, jina ni mtu fulani, m1 dot umri ni mtu fulani. Manake zile valu zitakazokuja huku zitawekwa katika hii object ya m1. Kwa hiyo self inatusaidia kuweza kutambua hilo. Sasa unajiuliza pengine, kwa nini huku kuna paramita nne lakini hapa tumepitisha valu tatu? Kama nilivyotangulia kusema, self just inaenda kuakilisha ile object ambayo inapitishwa hapo ambayo inafanywa kazi kwa muda huo ambacho kitu kinatengenezwa e, wakati huo. So ukiangalia pia huku katika hii method yetu init kuna self.jina hizi za huku kushoto ni hizo attribute zetu ambazo tunaziweka katika hizo object tunazoziinitialize, lakini hii huku upande wa kulia ni hizi hapa ambazo tunapitisha, manake vipi kule katika objekti zetu kutakuwa na hizi attribute jina umri chuo zinatengenezwa na value zake ni hizi ambazo zinapitishwa humu. Kwa hiyo jina, hii parameter ya jina hapa ambayo imepitishwa hapa itachukua value hii ya Ali, hii ya umri ambayo imepitishwa hapa itachukua hii ishirini na mbili, hii ya chuo ambayo imepitishwa hapa itachukua Suza, na hizi zitawekwa katika m1. Self inakwenda kuweka kuwa hii ni object M1, ndio ambayo tunaitengeneza na hizi ndizo attributes zake. Ndio kikubwa ambacho inakwenda kufanyika. Natumea utakuwa umeweza kupata hiyo concept ambayo ipo hapa katika hii method ya initialize. Hii ni method muhimu sana kuweza kuifahamu, kwa sababu utakuwa ukiitumia mara kwa mara katika program ambazo utakuwa unatengeneza, ambazo utakuwa ukitengeneza object zenye kuhitaji data, okay. So hakikisha unaelewa vizuri. Kama hujanielewa hapa utaniambia katika sehemu ya comment, ili basi tuweze kurudia na tuweze kueleweshana vizuri, kwa sababu ni concept ambayo kidogo imekuwa changamoto, watu wamekuwa hawaielewi vizuri. So nadhani utakuwa umeona sasa hapo, na hii object ya pili M2 ni sawa sawa na mwanafunzi, jina la klasi yetu, tukapitisha value tatu. Kwa hiyo hapa sasa maanake tunakuja kutumia hii method yetu ya uh, init. Kwa kupitisha hizi value tatu jina, umri na chuo. Lakini sasa hivi self ita detect kuwa sasa hivi tuna deal na object hii ya m2. Okay, ndio ambayo tuna deal nayo. So m2 jina attribute ya jina itachukua Aisha, e, umri itachukua ishirini na moja, chuo itachukua Udom. Ndio value ambazo zitahifadhiwa katika hizi attribute jina, umri na chuo. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza hii method ya initializer. Na hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafahamu kwa ufupi. Natumai utakuwa umenielewa. Kama bado usisite kuweza kuniambia katika sehemu ya comment ili tukaweza kueleweshana vizuri zaidi kwa mifano mbalimbali ambayo utaweza kuelewa. Hapa chini nimeweka just kuweza kuchapisha eh, taarifa, I mean kuprint out. Kwa hiyo m1.jina, unaona hapa tulichoweza kukifanya. Maana yake object yetu ya m1 tumeenda ku access ile e, attribute ambayo inapatikana mule ya jina. Kwa hiyo hapa tunategemea itoke Ali, na hapa katika m2.jina, maana yake tunategemea itoke Aisha, kwa sababu hizi ni attribute ambazo zipo katika hizi object, na kila moja imehifadhi value zake kutokana na huku jinsi ambavyo tumetengeneza method yetu ya initializer na kuweka attribute zetu na kuzipatia value kwa kila object ambavyo imebeba So na hapa pia ana miaka, object ya kwanza m1.umri, umri, kwa hiyo itaenda kuaccess ile attribute ambayo inapatikana ya umri katika hii object 1, lakini pia object 2, m2.umri, pia itaenda kuaccess ile value katika attribute ya umri katika object ya M2. So hizi ni just jumbe e, e, tu ambazo output tunahitaji kuweza kuona. So tukiweza ku run programu yetu hapa, unaona output ambayo tumeipata. Ali ana miaka 22 na anasoma Suza. Ndio huu jumbe ambao tumeuweka hapa. Print m1.jina object yetu ya kwanza, ambao jina kumbuka mwanzoni tulipitisha kama ni Ali. Kwa hiyo attribute ambayo ya jina katika object ya M1 imehifadhi e value ya Ali na ndio maana hapa ikatoka Ali ana miaka ikatoka 22, ndio umri wake, ni kweli. So hivyo ndivyo ambavyo inafanya kazi, lakini ukiachilia hapo, katika video ambayo inafuata, tutakuja kuoneshana namna gani ya kuongeza method ndani ya klasi zetu. Ndani video hii tusifanye refu sana. E, jaribu kufuatilia hii concept vizuri, kufanya mazoezi huko na uone jinsi ambavyo inatumika hii method ya initializer na jinsi ambavyo self tumeweza kuitumia hapa. Tufikie hapa leo katika video hii. Video inayokuja itakuja kuoneshana jinsi gani ya kuongeza method nyingine ndani ya klasi zetu, lakini vile vile kuoneshana namna gani ya kurekebisha data fulani katika method I mean, kwa kupitia method ambayo tutatengeneza. So sio mbali na YouTube channel yangu, tutakuwa tukijifunza hatua kwa hatua, kila mmoja wetu aweze kujifunza hizi concept za OOP katika Python programming language. Natumai umeweza kupata japo kidogo kuweza kuelewa kuhusiana na hiki. Like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Kama ni mgeni hakikisha umesubscribe na kugonga alama ya kengele katika YouTube channel yangu ili uweze kupata notification pale tunapoupload muendelezo wa hiki ambacho tunajifunza. Una maswali, una maoni, kuna sehemu ya comment hapo chini unaweza kushare na sisi, tukiweza kusaidiana ama kama una mawazo, unahitaji kuweza kuelezea jinsi ambavyo umefahamu hii method ya initializer na klasi yetu, jinsi inavyotengenezwa na hii keyword ya i mean, parameter self inavyotumika, unaweza kutuelezea pia, tukiweza kufaidika kwa sote. Tukutane katika video ijayo.